Ni sehemu ya vilio na hali ya majonzi katika mahakama hiyo baada ya mheshimiwa Lissu kuyasema hayo, muda mfupi baada ya kutoka muda wa mapumziko, ambapo watu walikwenda kula chakula ili warejee na kuendelea na kesi. Ndipo kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani alipoliambia jopo la majaji nalosikiliza shauri hilo kuwa hakula chakula. Akasema kuwa alicha askari magereza ambao wana jukumu la kumpa chakula kupitia fedha zake ambazo wao wanazo, bado hakupewa chakula, na hivyo aliomba mahakama yaendelee kusikiza kesi japo ajala. Kufuatia kauli hiyo Jaji Dastan Nguru akasema ni haki ya mtu kupata chakula, na hivyo anaona siyo haki kuendelea kusikiliza kesi hiyo bila yeye kupata chakula, na hivyo akamuuliza yeye anaonaje jambo hilo. Akijibu, Lissu akasema ni kweli angependa kula, japo hata kama angeweza kupatiwa chips kavu, ili apate nguvu na kuendelea na kesi, ila kama haitawezekana basi yupo tayari kuendelea na shauri bila ya kula. Kufuatia maelezo hayo, mheshimiwa jaji akaahirisha kesi hiyo kwa dakika kumi na tano ili aende akale na warudi waendelee na kesi kama ilivyokuwa imepangwa. Hata hivyo, licha ya kutolewa kwa muda huo, mshtakiwa alirudi kizimbani na kusema bado hakuweza kupatiwa chakula, hatua ambayo ilisababisha kesi kuahirishwa hadi Februari 13 saa tatu asubuhi. Kufuatia tukio hilo la Lissu kunyimwa chakula, baadhi ya wafuasi wa chama hicho walianza kulalamika na kusema. Kabla ya tukio hilo, majira asubuhi, jopo la majaji watatu wakiongozwa na mheshimiwa jaji Dastan Ndunguru walipata muda wa kumsikiliza shahidi wa siri kwa jina la P5. Shahidi huyo alikuwa akiongozwa na wakili wa serikali mkuu wa Juwai Zegeli kutoa ushahidi katika kesi ya tuhuma ya uhaini inayomkabili Lisu. Shahidi wa siri wa upande wa jamhuri ameeleza mahakama kuwa maneno ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, mheshimiwa Tundu Lisu ya kwamba atakinukisha yalisababisha akae ndani siku sita huku akiwa na njaa kali kutokana na vurugu za uchaguzi mkuu uliotokea Oktoba 2025. Aidha, amedai kuwa kauli hiyo ilisababisha mzozo katika kijiwe cha kahawa, ambapo wengi walionekana kuunga mkono kauli hiyo kwa kudai kwamba watazuia watu watakaotaka kwenda kupiga kura siku hiyo ni katika viunga vya Mahakama Kuu masijera ndogo ya Dar es Salaam ambapo shauri hili linamkabili mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA Mheshimiwa Tundu Lissu, liendelea hapa na mara hii likiwa ni hatua ya shahidi na shahidi mwenyewe ni shahidi wa siri. Nikiripoti kutoka Mahakama Kuu, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.